Wataalamu wanatahadharisha kuhusu uwezekano wa kulemazwa kwa huduma muhimu za afya na kuongezeka kwa mianya katika upatikanaji wa huduma za matibabu kote nchini kutokana na hatua ya serikali ya Marekani ya kuondoa ufadhili katika sekta hiyo. Ripoti mpya ya kituo cha uchanganuzi wa maradhi katika chuo kikuu cha Nairobi inaashiria kwamba ufadhili wa huduma za afya kutoka nje ya nchi umepungua kwa zaidi ya nusu, hatua inayodhihirisha haja ya taifa hili kutafuta mbinu thabiti za kutegemea katika sekta ya afya otolewa na mwandishi mwandamizi Dr David Kaoya kutoka kituo cha uchunguzi wa maradhi katika chuo kikuu cha Nairobi, ufadhili wa kigeni katika sekta ya afya umepungua kutoka shilingi bilioni 126 katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2024 2025 hadi shilingi bilioni 54 katika kipindi cha sasa cha kifedha. And so what that means is what I've just explained, the areas that were being supported were then going to be affected, uh, commodities, uh, human resources, and uh, information systems. Hatua hiyo inafuatia kusitishwa kwa ufadhili kutoka Marekani ambayo awali ilikuwa inasimamia zaidi ya nusu ya ufadhili wa kigeni katika sekta ya afya humu nchini

Ripoti hiyo pia inapendekeza kuimarishwa kwa utoaji wa huduma, ujumuishaji wa mifumo ya taarifa na mifumo mipya ya ukusanyaji wa mapato ambayo yatatekelezwa kwenye sekta ya afya. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.